elfu mbili na kumi na tano elfu mbili na ishirini huko mikononi mwa marais wetu wawili hawa. Rais Shein bahati nzuri anaingia kipindi chake cha pili, kwani kazi anayoendelea nayo. Rais Magufuli ndio ameanza, bahati nzuri ameanza vizuri. Kwa kweli tumembebesha mzigo mkubwa sana kwenye ilani hii. Na hivyo ana kazi kubwa sana ya kutafuta rasilimali. Nilipokwenda kumtembelea wakati mmoja akawa ananiambia, bwana hiyo uamuzi wa, wa chama wa elimu bure nikausha hela zote za serikali mgao ule, lakini anambia lakini maadam chama kimesema, tutatimiza tu. Nachomshukuru na kumpongeza ni kwamba amepokea mzigo huo kwa moyo mkunjufu, na anatekeleza kwa ari, nguvu na kasi kubwa sana. Spidi yake sio ya kawaida. Amefanya uamuzi sahihi kabisa kwa kutoa msukumo maalumu kwa upande wa kuimarisha ukusanyaji wa mapato ya serikali, kwani bila ya kufanya hivyo, ndugu zangu, utekelezaji wa Ilani tuliyomkabidhi utakuwa mashakani. wajibu wetu kwenye chama kuwaunga mkono viongozi wema, marais wetu wawili, kumuunga mkono Rais Magufuli katika jitihada kubwa anayoifanya. Ako maneno hapa na pale, si hivi, si hivi. Nachoomba watanzania wenzangu tuwe na moyo wa, wa subira tumpe nafasi rais wetu kutekeleza malengo tuliyempa na aliyojiwekea kwa manufaa ya nchi yetu na watu wake. Na yale yanayeuma hapa na pale ye, kiongozi makini anayajua, anayasikia, anachoweza kukifanya atafanya. Ndugu mwenyekiti mtarajiwa Huo ni muhtasari wa hali ya uhai wa Chama cha Mapinduzi wakati ninapomaliza nguo yangu ya uongozi na kukabidhi kijiti kwako. Tulipanga kufanya mengi na tumefanikiwa mengi ingawaje bado yapo mengi hatukuweza kuyafanya, na nimeeleza moja baada ya jingine. Kazi ya ujenzi wa chama au nchi haifanani na kazi ya ujenzi wa nyumba au daraja, ambayo ina mwanzo na mwisho. Kazi hii haishi. Hivyo ndivyo ilivyokuwa kwa Rais na mwenyekiti wetu wa kwanza, ilivyokuwa kwa rais na mwenyekiti wetu wa pili ilivyokuwa kwa rais na mwenyekiti wetu watatu na ilivyokuwa kwa kwangu mpaka ninapokuachia wewe koewe, mwachi, uta, uta, mwachiya, na ndivyo itakavyokuwa kwako wewe utakapomwachia rais na mwenyekiti atakayekufuatia mwaka 2025. Jambo linalonipa faraja kama ilivyokuwa kwa viongozi walionitangulia ni kuwa na mimi nimepata fursa ya kutoa mchango wangu kwa ujenzi wa chama chetu na maendeleo ya nchi yetu. Naamini historia itahukumu kwa usahihi kuhusu utumishi wangu wa nchi yetu. Mheshimiwa Rais na mwenyekiti mtarajiwa, nimezungumza wewe kumkabidhi rais mrithi wako mwaka elfu mbili na ishirini na tano kwa makusudi, kwa sababu naamini utapata kipindi cha pili bila ya tabu. Maneno ya gazeti moja hivi juzi juzi, Hey, jamaa na CCM si nawafanyaje? Eti CCM, hey, CCM itaishia mwaka elfu mbili na ishirini <laughs> yasikusumbue. Walinitabiria mie CCM itakufia mikononi mwangu, imekufa? Wakasema Mkwere yule chama kitamfia mikononi mwake. Sasa nataka kusema msukuma naye aya waye, wasikutie hofu, wechapa kazi tu, kanyaga twende, CCM itaendelea kushinda na mwaka elfu mbili na ishirini na tano, CCM itashinda, tamkabidhi rais wa CCM na baada hapo utamkabidhi mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi ambaye pia ni rais. Ndugu wajumbe, hayo ni maeleza maneno mengi ya kustarehesha baraza, lakini ya leo, madhumuni ya mkutano mkuu huu ni kufanya kazi moja tu, kumchagua mwenyekiti mpya. Sisi katika halmashauri kuu ya taifa tunampendekeza kwenu Mheshimiwa Dkt. John Pombe Magufuli Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ashike nafasi hiyo. Tutakuwa na wenzetu wawili watatu hivi watakaokuja kuzungumza kwa niaba yetu. Nitawaita watu hao baadaye. Kabla ya kufanya hivyo, nataka niseme kidogo. Nina imani isiyokuwa na hata chembe ya shaka kwamba mheshimiwa John Pombe Joseph Magufuli kazi hii anaimudu na ataifanya vizuri sana. Mapenzi yake na uaminifu wake kwa CCM hauna shaka. Nani anashaka nao? Nani anashaka nao? Nani anashaka naye? Anaipenda CCM kwa dhati ya moyo wake. Ameitumikia CCM na serikali zake kwa moyo na uadilifu mkubwa. anao uzoefu wa kutosha wa uongozi katika chama chetu. Amekuwa mbunge na waziri kwa miaka ishirini, kumi awamu ya tatu ya Mzee Mkapa na kumi awamu ya nne yangumie, kama mbunge Amekuwa mjumbe wa kamati ya siasa ya wilaya, mjumbe wa halmashauri kuu ya wilaya, mjumbe wa mkutano mkuu wa wilaya, mjumbe wa halmashauri kuu ya mkoa, mjumbe wa mkutano mkuu wa mkoa na mjumbe wa mkutano mkuu wa taifa, kwa miaka yote hiyo ishirini. Na shughuli za chama zinaendeshwa wapi? Kamati ya siasa ya wilaya na mkoa na yeye amekuwa mjumbe amekuwa mjumbe wa kamati ya wabunge wa CCM kwa miaka ishirini. Hoja unajua, watu wetu wengine hawa ni loose talkers, yani kwa lugha ya Kiingereza, yani watu wanaosema sema, yani wanasema jambo vi hata ha hata hawalina maana hawajipi hata nafasi ya kufikiri. Hivi unavyosema Magufuli hakijui chama, unakuwa mjumbe wa kamati ya siasa miaka ishirini na bado ukijui chama, basi wewe huna akili. Lakini hiyo sio sifa. Rais wetu ana akili nzuri, mwepesi wa kujua mambo na mwepesi wa kuchukua hatua. Ukizungumza naye rais, kitu, anachukua notibuku yake akwambia, limeisha tu, limeisha hamkumbushani tena. Au kwa sababu hajawahi kufanya kazi ya ukada? hivi kila mtu atakuwa kada? Mimi nilikuwa kada, nimefanya kazi hiyo. Hivi watu wote watafanya kazi hiyo eh? uli mzee Mwinyi uliwahi kuwa kada, uli mzee Mkapa lakini alikuwa, alikuwa editor huyu wa, wa, wa The Nationalist gazeti lile, lakini bado alikuwa editor. Wamefanya kazi za chama tu, lakini hawajawa kuwa makada. Wamekuwa marais wazuri sana na wamekuwa wenye viti wa chama chetu wazuri sana. mimi naamini Dr John Pombe Joseph Magufuli atakuwa mwenyekiti mzuri sana wa Chama cha Mapinduzi. Baada ya miezi minane ya kuiongoza vizuri serikali ya CCM, sasa ni wakati mwafaka wa kuunganisha kofia hizi mbili ziwe kwenye kichwa kimoja, na kichwa chake kinatosha kwa kofia mbili. Na miye sasa, changu kime kinatosha kwa kutokuwa na kofia hata moja. Nawaomba wajumbe nyote tumuunge mkono tumuunge mkono kwa kumpa kura zote za ndio, isipotee hata moja. Kuona kura ya hapana aibu, ni aibu sana. Nawaomba pia kwa baada ya kuchaguliwa, mumpe ushirikiano zaidi ya ule mlionipa mimi. Naomba naondoka, Ndugu zangu, nikiwa naamini bila ya shaka yoyote kabisa kwamba chini ya uongozi wa Dr. John Pombe Joseph Magufuli, Chama cha Mapinduzi kiko katika mikono salama, kipo katika mikono, kipo katika mikono, katika mikono na kitapata maendeleo makubwa na ya haraka. Haya niliyoyasimulia hapa ni vizuri kum, kumweleza, ili maana sije akaingia akadhani mambo mazuri kweli. Kuna mengine magumu, na zipo kazi za kufanya, lakini namwamini, namwamini mchapakazi hodari Aad. na napenda mambo yaende kasi, kaa kwa kasi, ndugu wajumbe. Nimalizie sasa. Pale mwanzoni nilitoa shukrani kwa watu wengi, lakini sikuwamaliza. Nimeacha salamu mahususi mwishoni. Namshukuru kwa namna ya pekee mke wangu mpenzi, Bi Salma amekuwa nguzo yangu imara katika kulea familia yetu na katika maisha yangu ya utumishi wa umma. Ana mchango mkubwa sana katika mafanikio yangu, ndiyo chemchemu yangu ya utulivu na ustahimilivu. Shukrani pia nazitoa kwa wanangu na wajukuu zangu kwa kunivumilia pale nilipom, walipomkosa baba yao walipomkosa babu yao. na wapopole na watakaradhi wanangu na familia yangu, kwani wakati mwingine baadhi yao wamekuwa wahanga kwenye mambo yasiyowahusu kwa sababu ya maisha yangu ya siasa. Ukimshindwa baba, shughulika na mwanawe. Nirudie tena kuwashukuru wana CCM wenzangu kwa heshima kubwa mlionipa ya kuwa kiongozi wa juu kabisa wa chama chetu. Naondoka nikiwa mtu mwenye furaha tele moyoni mwangu kwamba Chama cha Mapinduzi kiko salama na Chama cha Mapinduzi kipo bado madarakani. Naipenda sana CCM na nitaendelea kuipenda. Nawapenda sana viongozi na wanachama wenzangu wa Chama cha Mapinduzi na nitaendelea kuwapenda hadi siku Mwenyezi Mungu atakaponiita mbele ya haki. Mungu ibariki CCM, Mungu ibariki Tanzania. Kidumu Chama cha Mapinduzi! hotuba ya mwisho kabisa ya mwenyekiti wa nne wa Chama cha Mapinduzi ukumbini hapa, tunazungumza mbele ya hadhara kuu ya Chama cha Mapinduzi.